Yanga TV kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii, tutaangazia mchezo wa ligi kuu ya wanawake katika dabu ya Kariakoo, huku kikosi cha Yanga kikirejea kambini kikijiandaa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Singida Black Stars. Yanga Princess wiki hii waliibuka na ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya mtani wao Simba Queens katika ligi kuu ya wanawake na kufikisha alama 27, wakiwa katika nafasi ya tatu. Hii inaendelea kuwa rekodi bora kwa kocha wa kikosi hicho Edna Lema kwa kupata matokeo hayo ya ushindi dhidi ya Simba Queens, lakini timu zote zikijongea pasi na kujali hali iko vipi. Burudani ya dabi ya Kariakoo na kwenda kushuhudiwa leo hapa Machi 18 2025. Karibu sana katika burudani hii, karibu sana katika kumbukumbu ya soka la urithi, karibu sana ndani ya Dar es Salaam, ikufikie popote pale ulipo. Hii ni dabi ya Kariakoo kwa upande wa wanawake. Timu zote mbili ziko uwanjani wanafeana, uh, wanapeana mikono ishara ya fair play, wanapeana mikono ishara ya kwamba kila kitu ni amani katika football. Simba Queens wanaingia katika mchezo huu wakiwa wameshinda Yanga Princess. Yanga Princess wanatafuta namna ya kufanya jambo mapema mno. Arigash anaingiza kros ile ile, umepita ule lakini hakuna mchezaji wa ya Yanga Princess ambaye angeweza kuleta balaa juu pale. Ninasikika masikioni mwako ni Gwalugano Mwakalobo, matangazo haya pia yanasikika kupitia UFM 107.3 Dar es Salaam, 101.7 Dodoma, 96.5 Arusha, 98.7 Shinyanga. Mpira ni mali ya Simba Queens. Piga pasi ndefu ile, anacheza heda Lizi, kisa mpira ule ambao anaukataa tena, Antwi Fatma Isa Suleiman Uzoma ka wako kwenye umiliki wa mpira ule ambao anapita wima wima. Folentina Zabron anatoa maelekezo kwa vile ambavyo anaona anafaa, niambia sogea nyuma hapo sio. Fatma Isa Suleiman rusha mpira ambao umekwenda nje tena baada ya kuchezwa na mchezaji wa Yanga. Fatma Isa Suleiman ametumbukiza cross ile ambayo inakataliwa na Yanga Princess. Mpira ni mali ya Simba Queens, inaunganishwa ile lakini inakuwa ni goal kick. Izuia ile kwa mafanikio. Chinemerem, lakini mpira ambao ulirudishwa tena winkati kari, huyo nyota kimataifa kutoka Kenya, pia alicheza Yanga Princess vilevile. Fatma Isa ameucheza mpira ule na ruti mukalo kengosi ameuondosha. Alicheza tena Chinemerem Corazon winkati kari Anaondoka winkat ikinyua kari wincat, haikuwa mbaya, ilikuwa nzuri. Arigash amemtangulizia Jeannine, Jeannine kwenye box lakini amedhibitiwa, wamefanikiwa kuwa salama Simba Queens Winka anajaribu kuwai mpira ule usitoke, lakini amefeli. Jeannine alikwenda kupambana na ruti mukalko ingosi, nyota ya kimataifa kutoka Rwanda, huyu nyota zamani ya Rayo Sports ya wanawake, Jeannine Mukandayisenga. Kwenda nje mpira ule, inakuwa ni kona mchongaji wa kona ni arigash kalsatadese na anaelekezwa pa kuweka mpira arigash. Tabasampana je, anaona kitakachotokea? Arigash tumbukiza mpira ule, lakini makwenda nje, amecheza vibaya. Jeannine Mukandayisenga ni tumwa ile, na alifanikiwa kuucheza Jeannine sivyo bahati ikawa ni off target. Winfrida, Simba Queens imefika ni kwa Asha Jafari Juma na Aisha Mnunka, anapishana na mpira ule. Diana Antwi, mpira ni mali ya Simba Queens. Fatma Isa Suleiman, Asha Jafari Juma ameiweka kwenye njia ya kumtafuta Aisha Juma Mnunka nunka anaingiza cross ile, cheza header, golikipa yuko pale lakini anaidhibiti. Protasia Pius Mbunda na kwa usalama kabisa anaanza na palangio Mnali. Irene Elias Kisisa ameiweka kwa Arigash Kalsa Tadese, anaiomba kwenye njia Irene. Tadese ameiweka kwenye njia kwa Lydia, lakini wamecheza mpira ule Simba Queens. hata hivi, yuko pale Mnali anaitafuta ile pesi ya kuwashambulia mpira ambao unakwenda nje na faida ikienda kwa Simba Queens. ki Stephane Aziz, nyota wa Yanga, yuko hapa kuwashuhudia Yanga Princess wanafanya nini. Lakini meneja wa Yanga pia, Walter Allison, huyu hapa yuko sambamba na ki uongozi wa Yanga huko hapa, kwa kifupi akiwamo mchezaji k Yanga anazidi kuwa timu ngumu sana kadri siku ambapo zinazidi kwenda mbele ya Simba Queens. Ingekuwa miaka miwili mitatu iliyopita hivi habari ingekuwa nyingine kufikia dakika hizi pengine, lakini mambo yamekuwa ni tofauti kwa uzoefu wa mfululizo wa misimu ambayo zinakutana timu hizi ligi kuu. Arigashi mpira amekuwa ni mgumu sana kwake, ule haikuwa rahisi Ruti Mukaluko Ingosi anajiamini amini. Yule ni Violet Nicholas Mamakamba alicheza kwa kujiamini kwelikweli. Ese Rastus Besa Mayala pasi imekataa ile, inakuwa ni mali ya Yanga Princess Jeannine Mukandayisenga. Huyu hapa ni Lydia Akot. Lydia kamata mpira ule. Winifrida Matangazo haya pia yanapatikana kupitia masafa ya FM 107.3 FM Dar es Salaam. Penyeza pasi ile Jeannine Mukandayisenga. Jeannine. Hazuiliki, anawapa furaha wana Yanga katika uwanja wa KMC Complex, wana furaha Yanga kwa hisani ya Jeannine Mukandayisenga. Lilianzia hapo tatizo, ilionekana kama muvi ya kawaida tu, adebisi ya kaiseti kumtafuta Jeannine na ikapigwa kama masihara. Winfrida amekubali yaishe, wametafutwa sana Simba Queens Yanga Princess wanataka hata KMC Complex, anawekwa kamba hii Winfrida na analalamika, lakini haiwezi kusaidia. Scoreboard itabaki kwa moja bila. Winfrida amekwisha kubali na akasema anapita hata kama sioni, na wamaliza hata kama sioni. wamepelekwa kati Simba Queens wameulizwa swali ambalo wanatakiwa kulipatia jibu Na uchota mpira ule kutumbukia ndani ya box Yanga ndo ameucheza. Je, watatoka salama? Dayana antu yuko pale anagadi mpira ambao nikona pengine akuelewa <laughs> anaambia sawa, nimeelewa ilikuwa ni bahati mbaya, sijui aliona nini, lakini mpira ulichezwa cheza wenzake wenyewe Lydia Accord, yeye akaenda kugadi, aliona ni bora ikawa ikona kuliko Gentrix Shikangwa aupate mpira huu cakenda kujeka salama, wako kwenye umiliki Yanga Princess Jeannine chingake migoma winka tikari kinyua anajaribu kufosi cross ile, bado mali ni ya Simba Queens, mpira kwenye umiliki wa Yanga Princess, bado imo ndani ya anaiweka kwenye njia ile. Jereshekanga amelimu yupo pale lakini anadhibitiwa na Uzoamaka confidence ikwe team captain, anaivaa usinga ule alipotoka Irene Elias, kisisa kitambaki kabaki kwake cha unahodha. Kadi ya njano kwa golikipa kareko wako kwenye umiliki Yanga Princess antu ameondoa mpira ule. Yes! mara ya mwisho ilikuwa ni Aprili 24, 2022. Lakini leo tena Machi 18, 2025, Edna Lema anawaambia, mimi yule yule, nawamalizia hapa hapa. Kwanza tunashukuru kwa sababu tumeshinda, lakini kwangu mimi ilikuwa na deni kubwa kwa wananchi, kwa sababu wanaamini katika mimi kwamba mimi ndio mtu pekee anaweza kuifunga Yanga, kwa hiyo kuifunga Simba, kwa hiyo ilikuwa ni deni, na nilipanga mipango yangu. Tumekuja first half tukawa vizuri, tukarudi tukacheza vizuri, tukadominate mchezo, nashukuru Mungu. Eh, hafu ya kwanza nilishuhudia muda mwingi sana, Simba walifanikiwa kuwasukuma eh, eh, kwenye hafu yenu nyinyi, hafu ya kuzuia eh, second half. Kabla mechi haijaanza ukatambulisha players wawili kwenye, kwenye, kwenye mchezo na hao wakaingia kwenda kubadili eh, hali nzima eh, ya, ya second half. Ni kipi hasa ambacho uliona kwenye namna ambayo Simba walikuwa wanacheza second ambayo kwenye half ya kwanza na kupelekea kuintroduce hao watu wawili ambao walikuwa wanakubadili kila kitu kwenye kwenye half ya pili. Ah, nafikiri tulikuwa tuna bahati mbaya, captain wetu alikuwa na mchezo mzuri, nikaona kuna shika pale katikati ya mtu akuodi mipira kwa maana ya kuituliza t... Bahati nzuri nikamuingiza hadi bisi akaenda kufanya kile ambacho nimemwelekeza, lakini yote kwa yote, niwapongeze wachezaji wangu kwa kile ambacho wamefanya kazi kubwa wamefanya wao, sababu wamefata plani zetu za mchezo, tumembuka na ushindi, na niwashukuru pia wananchi wananchiwamoja kushangilia na ushindi unaopeleka kwa famili yangu ya Lema okote pale walipo, hii ni zawadi yao. Uh, alama tatu za leo zinamaanisha ku close uh, point na kufikia alama saba uh, dhidi ya pe, wa, wa, uh, Simba. Nataka nifahamu ni kwa kiasi gani unaiona nafasi ya yayn kwenda kushinda kikombe mara baada uh, ya kushinda dhidi ya mtu ambaye ni, ni serious title contender. Nafikiri tangu mwanzo nilisema kwamba tunajenga timu na watu wanaanza kuona progress ya timu tangu tumekuja raundi ya pili, tujapoteza mchezo wote. Kwa hiyo hii ni sehemu ya maendeleo ya timu, kwa maana timu ina nguvu kikubwa. Tumeshinda katika mchezo wa dabi bila kujali ni vipi ambavyo tutamaliza ligi. Kwa hiyo nashukuru watu wote ambao wametusupport. Kwangu mimi binafsi ni siku muhimu ambayo nitamani tushinde kwa sababu hii ni dabi yangu ya kumi, kwa hiyo ili Nashukuru Mungu tumeweza kushinda, ni kitu kizuri kwangu mimi kuweka historia kucheza dabi nyingi kama mwalimu kwenye timu za Kariakoo. Kwa hiyo tumeshinda, nashukuru na wote ambao wananisupport, na naomba waendelee kunisupport pale ambapo wanaweza kunisaidia kwa maana ya kwenda mbele zaidi. Nafikiri wana nafasi ya kuendelea kunisupport. Shukrani sana na hongera kwa mara nyingine tena. Asante sana. Kwa upande mwingine, mashabiki wa kikosi hiko cha Yanga Princess walitoa maoni yao mara baada ya kuibuka na ushindi huku wakiridhika na kikosi chao. Furahi sana timu yetu kupata ushindi, imecheza vizuri, kikosi kimeimarika. kwa sababu ya kaka zao tumewalipizia kisasi, kwa sababu hawakuja kwa hiyo tumewafunga dada zao. watume ujumbe na wapeleke salamu. tunashukuru jcemu ana baya usajili tumeuona, na timu tunaona tunatamba nayo na tunakuelekea safari, tutaenda mpaka wanahitaji kule Champion League, tutakutana huko. sasa hivi timu ya moto, yani kila mchezaji yuko hivi ya me, yani mambo ni hivi Tuna... na la kukumbusha tu, kuna striker jitou la mtumba linaitwa Rieti lina injury alijaanza. Kwa hiyo kwa timu hii, timu yote itakayokuja mbele yetu tunaipiga. Uliona Arusha tumempiga mbabe, JKT tukampiga, Simba huyu hajashtuka, wenzake kaka zao walishtuka wakakimbia, wali. Kwa hiyo timu yetu naiona mbali sana wa viongozi wetu waweza kumaintain hiki kikosi, tutafika mbali. Ni mechi ambayo watu wengi waliamini kwamba ni, ni ngumu sana kwa upande wetu, lakini tumeenda kuishinda. Kwamba viongozi wetu, uh, kocha wetu tunamwona huyu mwanadada kocha, kiukweli anafanya kazi kubwa sana huyu mwanamama, tangu aishike Yanga Africans unaona Yanga ikiwa inafanya vizuri na hata unavyoiangalia uwanjani, the way wanacheza wanaturidhisha, yani tunaona kabisa ile, uh, wakina Pakome, wakina Azizi, kitu tunaona kwa Yanga Princess. Kwa upande wa uongozi wa Yanga umewapongeza wachezaji pamoja na benchi la ufundi kwa kuibuka na ushindi huo dhidi ya mtani, huku kupitia kwa meneja habari na mawasiliano wa kikosi hicho Ali Kamwe akisema safari hii ni kuhakikisha timu hiyo inakuwa na mwendelezo mzuri katika kupata matokeo. Uh, kwa niaba ya uongozi wa Club Young Africans nianze kwa kutoa pongezi zetu za dhati kabisa kwa benchi la ufundi la Yanga Princess, chini ya kocha wa viwango vya juu kabisa, kocha pekee eh, mwanamke mwenye leseni A hey, na anaifanyia kazi kwenye ubora wake. Namzungumzia special one Edna Lema Morinho, kiboko yao ndio nickname yake mpya tunamwongezea hapa. Yeye na kushirikiana wenzao kwenye benchi la ufundi walifanya kazi nzuri iandaa vizuri timu yetu ya wanawake hasa hasa kwenye mzunguko wa pili huu wa ligi ya wanawake kwa kuongeza nguvu ya wachezaji wazuri zaidi kwenye timu yetu. Tupongeze pia kwa wachezaji wote ambao siku ya jana pale KMC Complex waliingia na dhamira moja tu ya kwenda kuwaonyesha Coral Queens kwamba kwa sisi sasa hivi sio level zao kwenye mpira wa Tanzania brandi ya Yanga Africans ndiyo brandi kubwa na brandi bora ya kimpira sasa hivi. Pigwa mpira mwingi sana jana, na kama uliangalia vizuri mechi tulicheza mechi kwa mahesabu makubwa sana. Tunafahamu Queens wana baadhi uh, wa uh, ya wachezaji wa quality, lakini wameshajichokea, hawana tena ule uwezo mbio ambazo walikuwa nazo misimu miwili iliyopita. Kwa tulipoanza kipindi cha kwanza tuliwa contain kidogo, halafu kipindi cha pili tukamuingiza fundi wa mpira kutoka Nigeria pazz katikati ya uwanja mambo yakawa magumu sana kwa muda huo, pasi nyingi sana zikatembea na mwisho wa siku, uh, tukapata goli moja, goli kali kwelikweli, ambalo ilitupa ushindi wa goli moja bila. Ni ushindi ambao umetupa furaha sana viongozi wa Yanga Africans, na naamini furaha pia kwa wanachama na mashabiki wetu, kwa sababu ni muda mrefu timu yetu ya wanawake Yanga Princess ilifanya vizuri ni jitihada kubwa ambazo zinawekwa na uongozi wetu hususan, eh, makamu wetu wa rais Arafat Haji kaana, ambao wameinvest sasa hivi kwenye timu ile akishirikiana na mratibu wa timu Kibwana. Matokeo tunaanza kuona matunda yake na tunaamini kabisa Uh, msimu huu, kama watazembea kidogo kwa sababu tukuanza vizuri na kama watazembea kidogo, tunaweza kuchukua ubingwa. Tukishindwa kuchukua ubingwa msimu huu kwa timu tuliyoitengeneza, msimu ujao maboresho ni kidogo, halafu tunakwenda kuchukua taji letu next season na ligi ya wanawake. Pia Ali Kamwe amesema kikosi cha Yanga tayari kimeshaingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na michezo inayokuja katika mashindano wanayoshiriki pamoja na mchezo wa kirafiki dhidi ya Singida Black Stars. Kikosi chetu cha Yanga kwa maana ya senior team kimerudi mazoezini na leo tumeanza na mazoezi ya gym, uh, kujiwinda na mchezo maalum wa kirafiki ambao tumealikwa na Singida Black Stars kule Singida kwenye ufunguzi wa uwanja uh, tume timu yote ambayo haijakwenda kwa majukumu ya timu taifa wa wachezaji leo wameripoti kambini. Maana yake kina Maxim, pia Nzegeli, kina Pakome Zuzwa, fundi mpira Stefano Aziziki ambaye hajaitwa kwa majukumu ya timu ya taifa this time around, pia yumo. Kwa hiyo niwaambie wakazi wa Singida, Young Africans inakuja kamili hapo na tunakuja kuzindua huo uwanja kwa sisi kuweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kushinda tuliwaambia na tuliwaonya Singida, wakati wakifikiria timu ya kuwaalika wangetafuta timu za daraja lao, lakini kwa kuwa wamejichanganya umetualika Young Africans, tutakwenda kuwashona pale pale na tutakwenda kuweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kushinda kwenye uwanja ule baada ya programu ya leo na kesho na kesho kutwa inshaallah. Uh, timu yetu inatarajia kuondoka hapa Dar es Salaam siku ya tarehe 22 na tutaondoka na usafiri wetu wa SGR kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Dodoma. Dodoma, tutakuwa na magari yameandaliwa pale kuchukua timu kuipeleka Singida. Hivyo wakazi wa Singida, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, hatujaonana mwaka huu na habari njema ni kwamba Yanga inakuja na Yanga inakuja kamili gado, kuja kuwapa burudani tukutane kwenye uzinduzi wa uwanja wa Airtel Stadium pale Singida inshallah. Nao wanachama wa Yanga tawi la Gerezani Kariakoo wameendelea kutamba kuelekea katika mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Songea United katika hatua ya 16 bora. Hili kombe sisi tunalihitaji sio kidogo, sio yani, ya tunalihitaji kwa hali na uvumba. Kwa sababu gani? Sisi kila atakayesogea mbele yetu sisi ni halali yetu kila atakaye pita mbele yetu ni hali yetu. Kwa maana hiyo, nawatahadharisha watoto wa nyumbani Songea United, muje kwa adabu. Hii ni timu kubwa Yanga. Kila timu inayotaka ina, ina kucheza na Yanga wanakimbia. Sasa nyie muje kwa utaratibu, yeshimuni Yanga. Yanga ni kama babu zenu, sio baba ni babu zenu, ni Yanga kubwa. Mimi naamini Songea ni mkoa mkubwa ila mbele ya mkoa wa Dar es Salaam da Yanga Afrika ambayo inapotokea ndani ya jiji la Dar es Salaam, mi naamini Songea hawezi kufua dafu hata siku moja, iwe isiwe, atake asitake, apende asipende, lazima apigwe, lazima apigwe, lazima apigwe. Kwanza na mwezi mtukufu wa Ramadhani huu, lazima tutafute sababu. Tutaipata vipi sababu hiyo? Kwa kumfunga Songea. Songea, jamani, mtatusamehe kidogo kwa hili. Wanasema kwa wale waliokoswa basi wamekutafutieni vita nyinyi, ambaye mtosogea ndani ya uwanja wa KMC, tulibidi tumpige baba yenu. Ndo wa kwanza kumtengeneza sisi kumzaa. Tumemwacha baba yenu, tunakufuateni nyinyi. Nyinyi ni watoto, mje kwa heshima, mje kwa adabu. Viongozi wenu watulie, wajue kabisa tunaenda kucheza na timu moja kubwa sana Tanzania. Kutokana kutaja timu kubwa Tanzania ni Yanga Afrika, huwezi kupata timu nyingine zaidi ya hiyo. Ndio wa kwanza kuzaliwa, ndio wanafuata hawa watoto wetu. Ikiwa tarehe 29 tunacheza na ndugu zetu Songea. Niseme tu kwa namna tulivyojipanga na ubora wa timu yetu, Songea waje tu kwa umakini, kwa sababu watu wanajua ubora wetu na ubora wetu umeziirisha kiasi kwamba timu mbalimbali sasa hivi zishaanza kuonyesha dalili za kutukimbia kwa hiyo wajipange Songea ndugu zetu, najua mchezo utakopo mkali sababu na wao watakopo wanahitaji cha kuhitaji, ila kwa sisi kwa kuwa tunahitaji kufika malengo yetu tunayoyataka. Na lengo letu kama tunavyosema sisi, tuchukue kombe hili kwa mara ya tano tena mfululizo. Naamini tutafanya hivyo. Sisi tunahamasishana tu tuendelee tu kule uwanjani tukachukue pointi zetu, tukatetee kikombe chetu, maana kile sisi ni cha kwetu, hakuna mwingine anayeweza kukichukua kutenda mikononi mwetu. Kwa tunachoomba hawa Songea United waje kwa kutulia, wala wasiwe na mapepe. Sisi wakija hapa lazima tuwatulize. Yaani hamna hamna, lazima tuwapiga tano. Lakini wakija kwa mapepo tutawapiga zaidi ya tano. Songea ni timu ndogo sana ambao hawawezi kufurukuta. Sidhani watamkaba nani. Tunaweza kwa kiata kina Kibwana tu. Kina Kibwana huko nyuma akawa msheri. Msheri Kibwana. Wale wengine wote tunaweka pembeni na bado watafungwa tu kwa sababu ya quality ya wachezaji wa Yanga. Kwa sababu Yanga tunaweza kucheza timu mbili, moja kija Songea, moja kacheza hapa na bado tukapata matokeo ya kutosha kabisa na ndio maana hata kuna baadhi ya watu wa hata kuchungulia kidogo, wakaona hizi nane hizi zitakuwa ni aibu kubwa sana kwa, wakaamua kukimbia mapema. Kwa mimi nachosema ni kwamba waje kwa ajili ya matembezi kuja kuangalia, wasipanic, waje wacheze mpira ili wapunguze idadi ya magori, lakini sio kwamba kuto kufungwa, wapunguze idadi ya magori kama zilikuwa ishirini batataidi zibaki nane sita saba. Naam, hii ndio Yanga, timu ya wananchi, mwekezaji ni wananchi mwenyewe.